atufungulie milango ya heri na atutilie baraka katika utekelezaji wa mambo tuliyojipangia. Waheshimiwa, baada ya kuizindua ilani, wajibu wetu, wajibu wetu ni ukibeba ilani ile kila mmoja wetu. Hii ilani sasa ni mali ya wanachama wa Chama Cha Mapinduzi, si ilani ya secretariat, si ilani ya kamati kuu si ilani ya mkutano mkuu wala halmashauri kuu. Wanachama wote wa Chama cha Mapinduzi tuibebe, tukaiseme, tuitangaze, tua, tushawishi watu watuunge mkono, waungane nasi katika kuitekeleza ilani hiyo. Sasa kwa urahisi wa utekelezaji wa ilani hiyo, nimemtaka Katibu Mkuu na mwenyekiti wa kamati ya utekelezaji wa ilani, tuende tukatengeneze vijitabu vidogo vidogo vya ilani ya mikoa. Kila mkoa uwe na ilani yake, iseme katika ilani tunayoimaliza tulipanga nini kwenye huo mkoa, tumetekeleza nini na viko wapi, na ilani mpya huo mkoa tumeufikiria nini. Vitabu hivyo vikimaliza kutekele kutengenezwa, vitagawiwa mikoani, na kila mkoa ujue wajibu wake nini katika utekelezaji wa ilani hii.